Kuelekea kwenye kilele cha kudhibiti na kupambana dawa za kulevya hapa nchini. Dodoma tumepata bahati ya kuhosti maadhimisho haya kitaifa. Hapa tupo katika ukumbi wa Mabayo Complex, na kubwa zaidi kinachofanyika hapa ni kongamano la vijana ambalo limewakutanisha vijana mbalimbali, lengo kubwa na dhumuni kuweza kufundisha vijana, kuwaelekeza vijana juu ya mapambano ya dawa za kulevya hapa nchini. Kulia kwangu naye kijana uh, Tanzania mdada, mambo vipi? Poa. Vipi ya hali yako? Mi niko salama. Sijui we unaitwa nani? Naitwa Suzana Alex ni, ni mwanafunzi wa, wa chuo cha habari, mtangazaji Dodoma Media College. Asante pia, kushoto kwangu niko na afisa. Karibu sana, asante. Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Ana Tengia ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kubwa zaidi kama nilivyokuambia hapa Mabeo Complex tunafanya kongamano maalum uh, kuelekea maadhimisho haya ambapo kilele kinafanyika tarehe ishirini na sita na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikianza na kijana, kipi kimekufanya ukapata hamasa ya kuhudhuria kongamano hili? Kilichonifanya nipate hamasa ya kuhudhuria kongamano hili ni kuweza kupata elimu na ni kwa namna gani mimi naweza kuwahamasisha vijana wenzangu katika kushiriki baadhi ya makongamano ambayo yanakuwa yanatolewa na mamlaka hii hapa, kwa lengo kubwa ni kwamba ni namna gani sisi kama vijana tunaweza kuepukana na matumizi ya dawa za kulevya asante. Uh, afisa, lengo na dhumuni la kuwakutanisha vijana asubuhi ya leo ni nini? Ndugu mtangazaji, Uh, katika kuelekea siku ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya na biashara haramu ya dawa za kulevya duniani, uh, Tanzania itaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha kuhadhimis, siku hiyo ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya, lakini vilevile biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo katika kuelekea maadhimisho yao kilele ambacho ni tarehe ishirini na sita mwezi wa sita mwaka 2025 basi, tume mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tumeweka matukio mbalimbali ambayo yatakwenda kuihamasisha jamii katika suala zima la kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya, lakini vilevile biashara haramu ya dawa za kulevya. Mwangaza Digital tuko hapa Mbeo Complex, lengo na dhumuni kuweza kuangazia kongamano hili jinsi linavyofanywa, na kama afisa alivyoeleza hapo uh, chachu ya vijana kuweza kupata elimu hii, kijana wa tumemsikia kijana wa kike, natamani vile vilevile tumsikie kijana wa kiume, karibu sana hapo. Ehe, mpishe tusikie hapo. Mmoja kati ya uh, vijana wabishi wanasema ni wa kiume. Sijajua afisa atatueleza baadaye takwimu zipoje na wenyewe anaonaje kwenye kwenye hili uh, vijana wa kiume wengi wanapenda kuvuta bangi. Una Aa, kwa nini? Kwa uchache kwa ambavyo natambua kubwa zaidi ni kufa, ni kufata makundi. Baadhi ya vijana wamekuwa katika ule umri wa kukua, kuna namna ambavyo unaona wanafata yale magroup, baadhi ya vijana wenzao ambao wanakuwa nao kwenye group moja. Kama mmoja na tabia hii, basi hata mwingine naye anafata katika ile tabia ambayo mwenzake anakuwa w katika hali fulani nina, nina ili uendane naye kimatendo, basi ni lazima utafuata baadhi ya matendo ikiwemo kutumia e, vitu kama hivyo kama bangi na dawa za kulevya ili kuweza kuwa naye sawa. Uhalisia ni kwamba uh, wengi tumekuwa tukigundua jambo hili tayari tayari mtoto ameshaathirika. Na nyewe mnawapata watu labda yupo katika uraibu, unamuuliza umeanza lini, anakutajia miaka aliyoanza, unamuuliza mzazi amegundua lini, unakuta mzazi amechelewa kugundua. Unadhani ni kwa nini? Aa, ndugu mtangazaji, ni kweli kwamba vijana wengi ndo wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa mzia umri wa miaka kumi na tatu hadi 35 na ndio maana mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya toa elimu kwa makundi mbalimbali mbali katika jamii. Tunatoa elimu kwa wanafunzi walioko katika shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu na vijana wasiokuwa katika mfumo rasmi wa elimu. Lakini sio tu, pia tunatoa elimu kwa wazazi na walezi. Tunatoa elimu kwa Uh, viongozi wa dini na serikali, na tunakuja kutoa kwenye hili kundi la vijana kwa sababu tumeona kwamba vijana ndio wako zaidi katika hatari ya kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Uh, kama tunavyojua idadi kubwa ya watu Tanzania ni vijana. Kwa mujibu wa sensa na makazi, vijana wako takriban milioni 21.3 na vijana ndo kundi ambalo liko hatarini zaidi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ndio maana mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tunaendelea kuweka mkazo wa kutoa elimu kwa jamii, ili ijue madhara tokana na matumizi ya dawa za kulevya na namna gani kijana kitanzania anaweza kujepusha kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya na katika kuelekea kilele hiki cha maadhimisho ya siku ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya na biashara haramu ya dawa za kulevya ambapo Tanzania itaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hiyo ambayo ni tarehe ishirini na sita. Katika kuelekea huko ndio maana tume tumeona kwamba tuwe na hili kongamano la vijana, ikiwa ni kutoa elimu vijana waelewe nini maana ya dawa za kulevya, madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya, na kama kijana ni namna gani utajiepusha kujiingiza kwenye kuji matumizi ya dawa za kulevya. Na tunaona kwamba vijana kama mlivyo, na mabio complex ukumbi umejaa vijana, wamefurika, wamefurahi kupata elimu na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunayoona kwamba serikali yetu tukufu ya awamu ya sita chini ya jemadari wetu aa, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewekeza nguvu kubwa sana kuhakikisha vijana wanapata elimu kuhusu dawa za kulevya na namna gani kijana yeyote wa kitanzania atajiepusha kwenda kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Mwangaza Digital tuko hapa, tunaangazia haya yanayofanyika hapa kongamano kubwa la vijana lilokutanisha vijana tofauti tofauti, wakada tofauti tofauti, wafanyakazi wanafunzi ana marika tofauti tofauti, lengo na dhumuni kuweza kupata elimu hii sahihi. Tukamilishe na tamani useme neno kwa, kwa, kwa vijana, mara nyingi mnapopata ushawishi Uh, kushawishika inakuwa ni rahisi kwenye kutoka uh, na yule ku, na, na aliathirika inakuwa ni huruma mpaka unamwomba Mungu. Tena unawaambia nini vijana wenzako uh, kwenye hili, na kama ushawi kushawishika pia unaweza ukaniambia. <laughs> uh, awali, kabla sijatoa neno kwa vijana wenzangu, kwanza ni, ni shukuru serikali kwa maana kupitia eh, mamlaka hii ya udhibiti wa dawa za kulevya kwa maana kwa kwa kutambua eh, kuwa vijana ni, ni moja kati ya kundi muhimu sana katika taifa letu na kuleta kongamano kama hili, kwa sababu makongamano kama haya yanavyokuja ya, ya pia ni ushawishi kwa vijana, kama walikuwa na nia ya kujiingiza katika hayo maeneo ama walikuwa kuna, eh, kuna namna anatamani ku, kuingia katika magrupu kama hayo, basi kijana anapopata elimu anatoka naktatuingia na, na, na, na katika hayo makundi. Neno kwa vijana wenzangu kwanza. E, ushiriki katika madawa, katika kutumia dawa za kulevya ninafikiri si jambo zuri, hata kwenye jamii zetu, kwenye jamii zetu, kwenye, kwenye kwa maana kitamaduni e, si mambo ambayo e, ni mazuri kushiriki. Kwa hiyo mimi ni mimi, mimi nitoe wito kwao. E, wasijiingize katika makundi hayo kwa sababu e, yana, yana athari kubwa, na, na athari yake uenda usione leo, usione kesho, ila bila shaka kesho kutwa utakuja kuona athari ya hayo madawa ya, ya, ya, ya, ya utumiaji wa hizo dawa za kulevya. Lakini kwa kumalizia, hata mimi pia ni miongoni mwa mtu ambaye nimekuwa e, na hawa watu ambao wana, wana, wana, wana matumizi na dawa mbalimbali za kulevya, ikiwemo e, kuvuta gundi e, watumiaji wa bangi mitaa ambao nimetoka mimi e, vijana wenzangu karibia asilimia 60 wengi wengi wengi ambao nimekuwa nao wameshiriki katika makundi lakini ni kujitambua tu. Kwa hiyo ukijitambua na ukijithamini na ukajua unahitaji nini na ukakati gani, mi nafikiri kwa namna kwa, eh, eh, kwa namna fulani hautoingia katika haya makundi. Asante. Tumalize na afisa hapa ya mwisho. Kijana nimependa ametoa uh, ushauri kwa vijana wenzake. Mi naomba uguse wewe kwa wazazi. Mara nyingi kuna umri ukifikia, nadhani ni ndio tulivyo sisi wa Tanzania, ah, si mkubwa huyo si anajielewa, si anajiendesha mwenyewe. Ule ufuatiliaji uh, wa kipindi ambacho cha utotoni ni tofauti na mzazi anapomfuatilia kijana wa miaka 21, 22, 23 unasemaje kwenye hilo? Uh, nitoe wito tu kwa wazazi, familia. Kama familia ni sehemu ambayo malezi ndiko anaanza kwa hiyo ukiwa kama mzazi unatakiwa ujue kwamba malezi yanakaaje katika familia yako. Hamna mtu yoyote ambaye atakuja kukusaidia kama mzazi. Una familia uh, wajibika eh? Washauri watoto wat, eh, wamjue zaidi Mungu. Naamini kwamba vijana wakimjua zaidi Mungu wanakuwa na ile hofu ya Mungu. Mtu akisha kuwa na hofu ya Mungu, hata kujiingiza kwenye vitu vibaya anakuwa anaogopa, kwa sababu tayari ana hofu ya Mungu. Tuwajengee watoto kumjua Mungu, waende kwa makanisani waende misikitini. Lakini sio hivyo tu, hata tafiti zinaonesha jamii yote ambayo inaongoza kwa makosa ya jinai au vitendo vya kikatili ni jamii ambayo imeruhusu matumizi ya dawa za kulevya. Mtu hawezi kumuua mtu kama hajavuta bangi au hajatumia vitu vingine, dawa zingine za kulevya. Lakini sio hivyo tu, tunaona kwamba eh, kama mtu ana, ana, ana, labda anafanya wizi wa kutumia silaha, mara nyingi unakuta ni wale watu, ni watu ambao wametumia dawa za kulevya. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wazazi, kwa familia na mtu yote katika jamii sinyamaze kimya, tupige vita matumizi ya dawa za kulevya, lakini vilevile vile tutoe elimu zaidi. Kama umekuja mabeo complex umepata elimu isiishie kwako, na wewe ukaseme kwa jamii. Lakini sio hivyo tu, tuendelee kuwa asa pia. Vijana wajiepushe na matumizi ya dawa za kulevya. Dawa za kulevya hazikubaliki. Tunasema kata dawa za kulevya, timiza malengo yako. Kwa hiyo tunaamini kwamba kijana ukijiepusha, uh, na matumizi ya dawa za kulevya utakwenda kuachivu ndoto yako, na tutoe taarifa kwa yeyote yule anayefanya biashara haramu ya dawa za kulevya kwa kupiga namba moja moja tisa. Namba hiyo ni bure kabisa kwa mtu yeyote anayetumia, anayesafirisha, anayefadhili, lakini vilevile hata anayefanya nini, anayetumia, anayetumia, anayetumia. Kama mtu yote anatumia, anafadhili, anazalisha, anasafirisha, tutoe taarifa, kwa sababu ni jukumu la kila mwananchi kutoa taarifa juu ya yeyote yule anayejihusisha na biashara haramu za dawa za kulevya. Lakini katika kuelekea kilele a, kaulimbiu yetu ambayo ni dunia nzima na Tanzania nasi tunaitumia ni kata, ni, wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya, wekeza kwenye kinga na tiba uwekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya, anamaliza afisa kutokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini Tanzania. Mambo mengi mazuri tumeyazungumza, kama kijana umejifunza, kama mzazi umejifunza. Ahadi ni kwamba sisi Mwangaza Digital tutaendelea kudurusu moja kwa moja taarifa mbalimbali ambazo zina tokea hapa na kuelekea kwenye kilele cha maadhimisho haya, tunahakikisha kwamba kila kitu unakuwa unakipata on time. Afisa ananikumbusha hapa, tarehe 26, Jakaya Kikwete Convention. Naitwa Mikidadi Shabani, asante sana.